wabarakatuhu e, kwa jina naitwa Habibu Muhammad Musa, ni mkazi wa hapa Makunduchi mzuri kaja na kwamba, kwa kiufupi tu naweza kusema namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mzuko wangu wote wa maisha yangu e, kwenda huku na huku na huku kuhusu maswala mambo ya afya yangu. Kiufupi naweza kusema kwamba <clears throat> nimeshukuru sana kwamba kukutana na Dr. Abu Aboukhalid na ni baada ya kumfuatilia katika mitandao, hata ikafika siku nikaamua kwamba niende katika kituo chake. Lakini namshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, baada ya kufika kwa kiasi nimefarajika. Kwa nini? Asa nimefarajika ni kwa sababu kwamba yale matatizo yangu ambayo yaliyokuwa yananikabili basi, naweza kusema kwa asilimia kama tisini mpaka na tano, naweza kusema alhamdulilahi, namshukuru Allah, Mwenyezi Mungu, yameniondokea. Bado matatizo madogo madogo, nahisi kwamba bado naendelea kuendelea na dozi. Nahisi kwamba kwa namna moja au nyingine, nadhani nitafanikiwa vizuri sana. Kwa hiyo kesha kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala na nashukuru sana na, na kumwombea dua wana huyu Dakta Aboukhalid Mwenyezi Mungu subhana wa taala kwamba azidi kumpa umri mrefu sana. Ni kwanini naso, kwa sababu utakuta baadhi ya madaktari wengi sana wakishamaza shughuli zao za kikazi basi, wao ni kurelaksi ni kukaa majumbani, lakini huyu bwana yeye anadiri na jamii kwao. Nasema hili kutokana na hali kama hii, anadiri na jamii kuelezea kwamba vitu gani vinavyotuathiri sisi wanadamu. Yeye nashukuru kwamba eh, anadiri kutuelezea kwamba kweli hapo nyuma walikuwa wazee wetu wanakula vyakula vya vyakula asili, lakini vyakula sio vya asili tumeshaviacha, tunavipendelea vyakula vya kizungu kama makuku ya mapetua haya nini na vitu vingine na kadhalika, kama vile vijana kuvamia pengine majusi ya inaji na na mengine na mengineyo. Kusema za kweli ni vizuri, lakini vinatuathiri ndani ya miili yetu. Afya zetu zimekuwa mbovu kupita kiasi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba na wasitazidi kwa kuwashawishi wenzangu waislamu wenzangu hata kama sio kwa waislamu kwamba ili kuwa karibu sana na kumfuatilia Dr. Khalid na kliniki yake ya Zen Herbal Clinic ambayo iko pale Bububu eh, lakini pia na yeye hata kama utamuhitaji basi kufika eneo anafika na grupu lake. Na wanawasikiza jamii kama vile misikitini katika madrasa. Kwa hiyo nawaambia sana ndugu zangu Waislamu, endapo kama mtakapopata taarifa yote ya huyu bwana au hawa mabwana, basi msifanye dharau. Ukweli hali imekuwa mbaya, tunaumwa vibaya kupita kiasi hususani, sisi wanaume tunashughulia na mambo ya matezi dume haya eh? sababu so gani, Dr. Khalid anakuelezea sababu zake na dalili zake na pia vile mpaka tiba utaipata kama endapo utaamua kufuatilia la sisi basi, utakuwa utaathirika wewe mwenyewe. Kwa hiyo nasema insha allah, ndugu zangu, nasema na mengi sana yakzua, lakini kwa vile muda wamekuwa tena uturuhusu, lakini nasema insha allah kwa haya wailahuna, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.